Huu ndio uwanja ambao utamuona mpanzu anateleza kama kambale. Una ushamuona kambale kwenye eneo la kila la kujidai la matope, unaejua mwaga maji tucheze kama kambale hapa. Ndio utamuona elimu panzu akiteleza kama kambale, baba. Hapa ndio utamuona elimu panzu akifanya ubaya ubwela into practical, kaka. Uwanja ni wa elimu panzu Volcano. hapa ndio utamuona Kibu Dennis Prosper, unajua kibu Dennis viwanja vizuri kama hivi, yeah. Vyenye mandhari ya Ulaya, unajua, yeah. Kibu Dennis ana mentality ya kiulaya, yeah. viwanja kama hivi ndio viwanja vya Kibu Dennis Prosper, yeah. Kibu ana chenga yake moja ikipigwa mali afu ya duu imekaa hapa kama ana, ana, ngoja, ngoja. Yeah. Eka Weka vizuri. Weka vizuri hapa. Eh, twende hapa chini. mm. Hapa chini. Nataka tuende vizuri. Njoo chini hapa. Ehe. Tuoneshe ukifanyaje? Kibu Dennis. Ikiwa inakuja mali. Huko inapotokea mstari. Anapewa mali kwa mfano na kapombe hapa, mpinzani amekaa. Nipo, simama mimi hapa. Kibu Dennis ana ana ana waga naogonga kwa hapa hivi unamzunguka mtu huko. Unakuja huko. E, anafuata mwili. Kibu anageukia hapa <laughs> unageuka sasa. Sasa wakati e, e, e. unageuka e. Kibu tayari ameshakaa kwenye line. Wewe ka. e. <laughs> Rudia, eh. Rudia video za Kibu. Sasa kuna nyingine e. ikipigwa Kibu. Sio, sio, sio, sio, sio, sio sio kama nani e, semi trailer e, e, anakata e, kona ndefu e, e, namna hii. Kibu anageuka hapa hivi e. Akishageuka hapa huyu, wewe, si unatazama mwili Kibu mali e, e, mwili. <laughs> mgongoni, mgongoni. <laughs> na Kibu akisha kuweka mgongoni e. <laughs> <laughs> uweze kumpata uweze kumpata labda anguke <laughs> anaondoka na mali sasa uwanja kama huu yeah. Ndo utamuona vizuri utamfaidi Kibu Denis Jean Shale Ahua sasa wow. Hapa yeah. Ndo utamuona Jean Shale Ahua, ndo maana nimewaambia watu yeah. okay. Nimewaambia Wazanzibari yeah. yeah. yeah. Wao hawajawahi kuiona Simba yeah. Inayokuja tarehe ishirini yeah. Wameiona Simba ikicheza hapa Muungano Simba kicheza mapinduzi hapa ikicheza yeah, yeah. Baadhi ya mechi za ligi kuu ya NBC yeah, yeah. Lakini hawajawahi kuiona Simba yeah, yeah. ya tarehe ishirini wataona kila kitu kipya. Asa mechi kama uwanja kama huu ndio yeah. Ndiyo striker refu kuliko goli ana uwezo wa kuswing vizuri hapa, sababu nyasi inamruhusu ana uwezo wa wewe na mruhusu anawezombe ah, ah, Mungu yeah. Mungu tufike salama kaka. Yo, Simba ninayozungumzia hapa yeah, yeah. Simba ya nusu finali yeah. fainali, kaka ni hatari sana